Ajibu, ya katika yamkini, katika ulimwengu wa roho majibu yako yameshaachiliwa, lakini adui anaachilia roho ya kukuchelewesha vile vitu usiende levo ya juu. Lakini pia huwezi kufanikiwa kiroho ukabaki kimwili, vyote vinaenda sambamba. Ukikuta mtu amebaki ni wa Biblia ni mlokole tu, haleluya. Mwambie mwenzako kuna shida. Guse basi mwenzako mwambie kuna shida. Neno hili ninalolisoma, na Mungu wangu niliyemwamini, unapobarikiwa kiroho lazima kimwili pia ufanikiwe. Amen. Nasikia kwa ile mahali hapa. Huwezi ukafanikiwa kiroho usifanikiwe kimwili. My God, my God, my God. Nataka nitamke yeyote anayenisikiliza na amekuwa kila hili neno. Nataka niseme afanikiwe kiroho, hata kimwili afanikiwe. Vyote vinaenda sambamba. Usitake tu ni Biblia Biblia Biblia, nonono. Nataka ukishika hili neno na vitu vyako pia vibarikiwe.